wapanda pikipiki kwa maana maafisa usafirishaji wao wanajiita hivi ama bodaboda. Eh, hawa baadhi yao ni wanamapuuza. Kwa mfano nyinyi wenyewe mashahidi. Leo hii sheria ya usalama barabarani inakataza pikipiki kupakia abiria zaidi ya mmoja, lakini sheria ya LATRA pia inapiga marufuku na inakataza mtoto chini ya miaka tisa kupakiwa kwenye pikipiki. Lakini nyinyi wenyewe mashahidi, mtaona namna ambavyo tunapuuza hizi sheria. Labda inawezekana wao wenzetu wenye mamlaka hawataki kusimamia hii sheria ifanye kazi, lakini sisi kama mabalozi tunawaelimisha na kuwaambia, unapokiuka sheria hii unakuwa kwenye hatari ya kusababisha ajali na mtaona leo bodaboda -boda inapakia abiria zaidi ya ngapi? wa nne mpaka wa tano na dereva wa sita na kibaya zaidi mbele pale unakuta labda ana mtoto anawekwa. Ama unakuta mzazi mwenyewe anawakodia boda boda watoto wake walio chini ya miaka tisa wanasoma hao ali labda. Eh, wanakaa pale watatu mpaka wa nne wanapelekwa shule. Sasa inakuwa ni, ni, ni kuwaweka katika mazingira hatarishi ya kupata ajali. Sasa sisi kama mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Kagera na taifa kwa ujumla tunawaambia sheria haitaki haya mambo. Kwa hiyo wewe kama mzazi Mzazi, wajibika kuhakikisha usalama wa mtoto wako anapotoka nyumbani kwenda shuleni na kutoka shuleni kurudi nyumbani, unamwepusha na mazingira ya kuwa hatarini kupata ajali zinazosababishwa na watumiaji wa vyombo vya moto. Lakini pia ukiangalia hata kwa mfano bodaboda wenyewe, mfano mzuri eh, hapa Manispaa kuna taa eh, taa inakataza usivuki, lakini unaona bodaboda na mshikaki wake anachomoka anavuka. Sasa ni mapuuza ambayo kwa kweli sisi tunasema haa, haya hayatakiwi kwa sababu usalama barabarani ni jukumu letu na unaanza na sisi wenyewe. Basi tunamwambia huyu mwendeshaji wa chombo cha moto, unapofika eneo la wavuka kwa miguu basi eh, simama na uwape kipaumbele hawa watumie watembea kwa, si kwa, wa kwa miguu eh, si migu, waweze kuvuka kwa usalama zaidi. Unapofika kwenye alama zinazokuonya ama kukataza kuvuka basi ziheshimu hizo alama, kwa mfano kwenye mataa, kwamba eh, E, fata taratibu zinavyokuelekeza ili uweze kuepukika e, na zile ajali zinazoweza kujitokeza pale, kwa sababu unaweza ukasema, ah mimi ngoja nichomoke kumbe ameruhusiwa mtu mwingine, na mwisho wa siku mkagongana ikawa ajali. Na ajali inapotokea mnafahamu, tunapoteza wenzetu, wapendwa wetu, lakini tunasababisha E, shida ambazo za kiuchumi zinazojitokeza kwa sababu familia inaingia katika hali ya umaskini, lakini gharama za kuweza kuwatibu wenzetu ambao wamepata ajali hizi ambazo zilisababishwa na makosa ya kiuzembe. Kwa majina, mimi naitwa Bryson Abdalla Lupinda, mimi ni balozi wa usalama barabarani, niko halmashauri ya wilaya ya Karagwe. Hasa ni ile hali ya kuwa salama kutoka kwenye madhara ambayo yanatokana na vyombo vya moto. Sawa, then, baada ya hapo madhara ambayo yanatokea baada ya mtu kupata ajali, kwanza anapoteza maisha, cha pili anaacha familia ikiwa haina msaidizi. Kwa hivi madhara yapo mengi, lakini hasa tunaweza tukazungumzia hayo ma mawili ambayo ndio makubwa zaidi, kwamba anaacha familia ikiwa tegemezi na, ya pili, pia na ya pia pia baada ya kupoteza uhai pia, kuna kuwa hakuna usalama ndani ya familia. Ah, kuna wengine wanaumia vichwa wengine wanapoteza viungo kama mikono, wengine ni miguu. Kwa hiyo sasa ukishapoteza kichwa I mean ukaanguka, ukisha, ukagongesha kichwa maana yake unapoteza vitu vingi, hasa ukipoteza kumbukumbu maanake umepoteza maisha yote kwa ujumla. Kwa hivyo ukiumia kichwa au mikono na nini, tayari umeshadhoofisha umesha uzalishaji wako. Kwa hivyo, hayo ndio madhara ambayo yanatokana na baada ya kupata ajali. Ushauri kwa mabalozi wengine ni kwamba kwenye mavazi hasa upande wa miguu atumie buti buti ambazo zitaweza kumsaidia asipate majeraha makubwa zeni. Sambamba na hivyo kwenye vifaa vingine avae makoti zito ambazo zitamsaidia pia kuzuia afya yake kupitia upepo, ambapo atakapokuwa kwenye mwendo anavuta upepo, ule upepo unaleta madhara hasa kwenye mapafu na vinginevyo. Kwa hivi tunasisitiza sana kofia ngumu